O wana wa Afrika, Chionda mwana wa Chionda, leo niko maeneo fulani vilimamua, ni wape kuku cha mdogo kuzungumzia mgogoro wa Irani. Irani ameshambuliwa, toka ashambuliwe, toka ni bashiri kule za Zanzibar, na ubashiri wangu ulienda sahihi. Muisraili ameshambulia facilities za nuclear za Irani, ameshambulia miundo mbinu ya Irani. Mwirani akajibu kwa harsh punishment ameshambulia kwa nguvu kubwa. Irani amejibu kwa kuangamiza ngome kuu zote za Mazayuni, so called Jews, wanaojiita Wayahudi, ambao tunazojua automatically hawa si Wayahudi bali hawa ni wazungu kutoka Germani, Khazariani juu, ambao ni pamoja na Waarabu ambao ni kina Muhammad bin Sulaiman ambao anajiita Sefadiki juu. Tunaongelea hapa watu niitwa Ashkenazi juu tu hapa yani, wayahudi feki waliotengenezwa kwa mfumo wa kuingia katika region ya Palestine, na Palestine ni ardhi ya kale kabisa, lakini Palestine asili yake ni asili ya watu, kwa sababu asaaukama nilivyoambia ni toka kaskazini mashariki ya Afrika. Kwa hiyo European wakapanga mkakati na kuipaka rangi na kupaka, kutia shedo na mapambo yote katika katika eneo la liwita kaskazini mashariki ya Afrika na kuchukua maeneo yale kujimilikisha wao wazungu. Kama nilivyosema, ukienda leo mashariki ya kati, wanaita mashariki ya kati baada ya kutengeneza kitu wanaita the Suez Canal. Basi eneo lile likabadilishwa li, jina na mfaransa likaitwa Middle East miaka 1890 likaitwa Middle East, Middle East forward maana, mbona hakuna Middle kaskazini Middle West ila kuna Middle East, we ask ourselves. Hii huu ni uongo ambao hauna kipimo, huu ni uongo ambao hauna kipimo. Wamejustify wenyewe kwamba wao ndio watu halali wa makazi ya eneo lile, wao ndio juu, wao ndio Wayahudi, wao kizazi cha, cha nani? Kizazi cha Daudi, wao <coughs> ni kizazi cha Jesus, Jesus, yeah? Wao wanasema ni kizazi cha Suleimani, maana wanasema au wote wao babu yao ni Ibrahimu. Yaani, ukimwongelea babu Ibrahimu na maana hawa wote na wataja hapa wote, wao wanatokana na wazungu kiautomatikali. Wazungu hawatokani na hapa, wazungu wanatokea katika, katika kevu ala asili yao ni kala yetu, watu weusi ndio tumezalisha wazungu. Kwa hiyo mwirani amejibu kwa mashambulizi makali, amejibu Israeli, amepiga Israeli kuanzia vituo vyake vya nyuklia vilivyoko Demona amepiga vituo vya nyuklia vilivyoko katika ndani ya Israeli yenyewe. Hiyo demona iko nje karibu na mpaka na na, na Palestina ambayo haija occupy. Kwa hiyo unapoongelea demona, demona leo hii misraeli amechukua ameweka watu weusi wenye asili ya pale, ndio wanaokaa demona. Kwa sababu bomu likipigwa nyuklia ikiwa minunulisho au nyuklia facilities zikishapigwa, minunulisho ya joto na mvuke ukitoka wa wafe watuware, watu wale watu weusi. Kwa hiyo huo ndio nguvu na mikakati ya Marekani ya Mwingereza na Mfaransa, na baba wa istigeta zote hizi ni Mwingereza, yeye ndio ametia mikataba ya amani na Wafaransa, ametia mkataba na Waingereza, Mwingereza ametia mkataba na Wakatari wa, wa Yemeni, umesikia wa watu wote wa Mashariki ya Kati, ukimsikia mkweti yuko under control ya British Empire, ukimsikia Katari yuko... Yani, wote hawa ya ni wazungu ambao wamejibadilisha majina kutokana na maeneo waliopo. Kwa hakika ilijambo wanadamu, natakiwa mlijue, au watu wa ulimwengu huu na watu weusi mjijue, kwamba nyinyi mshanyanganywa ardhi yenu miaka mingi na hadi leo mjitambui, kazi yenu kusifia Wayahudi wa wa upe ambao hawana asili na pale pale ni ile ni eneo la watu weusi. Kwa hiyo Mwirani mm, mm, ameshambulia ballistic missile na ameonyesha uwezo kwamba ana uwezo wa kumkabili Mwisraeli. Lakini hapo hapo bwana mkubwa mtumwa namba mbili wa Mwingereza anaitwa Marekani akaitikia amri kutoka Westminster, mm. Westminster Abbey ambayo ni huko Buckingham Palace, makao makuu ya ufalme wa nyonyaji wa dunia wa Uingereza. Sasa hivi kiti kile kinakaliwa na Charles wa pili, ambaye ni mtoto kutoka katika familia ya draconian family au vampire au the shape shifter, au ni wadudu wanaogeuka wadudu, ndani wanageuka wanyama wakiwa chumbani peke yao, wakiwa outi public wao ni binadamu. Lakini ni kama vile tunapoongelea au wanaojiita islamiki, lakini wao ni talmudiki. Nikiongelea talmudiki, ni watu wanaofuata mapokeo ya Tora ambayo ni mila ni, ni, ni tamaduni za Mayahudi, Mayahudi feki ambao ni hao kutoka Kazariani, ambayo ni, Kazari ni Majerumani, Maturuki pamoja na Ashkenazi juu ambao ni Wapolendi wa Finishi pamoja na Waserbia pamoja na huko wanaita Slav. Bado tunaendelea kuwapa habari kwa sababu mambo yanayoendelea sasa hivi yanatisha. Marekani amepiga banka, ameshambulia banka na nini, facility za nuclear za kule Fodovu, e, Isfahani pamoja na Nantas. Lakini kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani, mashambulizi yao waliotumia bb wanaita banka boosters, lakini wamefeli. Banka booster yake inakwenda chini mita mia moja, lakini muirani ma fasiliti zake zinakwenda mita elfu moja na mia tano chini ya ardhi. Kwa hiyo kama vile wamekata, wametikisa nywele kwenye zile facility za Irani, na wenyewe IAEA wanajiita waangalizi wa nyuklia duniani, wao wanasema hakuna hatari kubwa katika mnunulisho, lakini mashirika ya magharibi wanasema kwamba nyuklia za Irani zimeenda katika, katika graveyard zimekuwa makaburi. Lakini si kweli, huo ni mpango wa Western wanaita propaganda media. Kwa hapa tutaendelea baadaye hotel.